Ninatambua kuwa pamoja na jukumu lenu la kusajili mashirika yasiyo ya kiserikali, sekretariti za mikoa na halmashauri mnazofanyia kazi, ninyi bado ni kiungo muhimu sana katika kuimarisha mahusiano baina ya serikali na mashirika hayo, na ili nilitaka nilieleze kwamba mashirika yanayokuja kwenye maeneo yenu, walezi wakubwa ni ninyi. Wasaidieni wafate sheria na kanuni na taratibu na ninyi msigeuke tu kuangalia matatizo mahali mnapodhani hapa wanahitaji kusaidiwa, muwasaidie. Walio vichwa ngumu, msione aibu kuchukua hatua, kwa sababu ni kazi yenu. Wizara ya Nishati itaendelea kuwashirikisha maafisa maendeleo ya jamii kwenye kuisukuma ajenda ya nishati safi ya kupikia, lakini muhimu zaidi, hata tunapopeleka umeme vijijini, tupange pamoja na maafisa maendeleo ya jamii, tujue umeme unakwenda wapi kwa ajili ya wananchi hawa kuweza kupata umeme kwa haraka. Na nikisha kusema hivyo, maafisa wa wizara ya nishati wananisikia, ninatamani kuona mabadiliko kwenye hili jambo, maafisa maendeleo ya jamii waanze kushirikishwa. Tatu, tunayo programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Ninyi maafisa maendeleo ya jamii mna wajibu wa kuhakikisha kuwa malezi ya watoto wetu yanakwenda sambamba na utamaduni wetu. Kama msikubali tamaduni zinazoletwa na watu wengine mahali popote za kuharibu utamaduni wetu na maadili ya watoto wetu zinashamiri miongoni mwetu, pigeni kelele mahali mlipo. Na wakati fulani mkiona kuna taasisi zinazokuja na taaluma inayovunja utamaduni wetu, ninyi muwe mstari wa kwanza kuzipigia kelele na kusema hatuwezi kushirikiana na ninyi. Fursa za wananchi hasa za uwezeshaji mikopo na wadau wengine mbalimbali mbali wa maendeleo watakapokuja kwenye maeneo yenu ninyi mshiriki kuhakikisha kuwa fursa hizo zinawafikia wananchi. Serikali itaendelea kuongeza ajira kwa wataalam kama nilivyosema, wa maendeleo ya jamii, ambapo kama tulivyoambiwa, mwaka 2023 25 mpaka 25 serikali imeajiri jumla ya wataalamu 1500 ili kuboresha utendaji kazi, na mheshimiwa rais ataendelea kufanya hiyo kazi ili muweze kufanya kazi zenu kwa uzuri zaidi. Napoelekea mwisho wa hotuba yangu, naomba muendelee na jukumu hili lenu la kuibua fursa mbalimbali za kiuchumi, kutoa elimu na kuhamasisha jamii kuchangamkia fursa hizo muhimu. Fursa ziko nyingi. Fursa mojawapo ni mfuko wa maendeleo ya wanawake WF. Ninyi mkawahamasishe wananchi wafanye hiyo kazi, fanya kazi nzuri sana ya mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Nimetembelea mabanda pale, nimeona ushuhuda wa wakina mama wanavyojaribu kueleza mikopo hii ilivyowaondoa kwenye umaskini. Wameeleza tena kwa uchungu na wamefika mbali zaidi, wamesema, sisi tumebadilisha maisha yetu kutokana na hali hii. Yule ambaye alikuwa hana uwezo wa kuongeza thamani ya mafuta ya kula wametumia mikopo hii, na tena masharti yake yamerahisishwa. Kwa sababu gani? Mheshimiwa Rais anataka hilo ndio liwafikie wananchi waweze kupata nafuu. Lengo kuu la kongamano la mkutano huu ni kuwakutanisha hawa wataalam wa maendeleo ya jamii nchini ili waweze basi kupeana mbinu, waweze kupeana uzoefu, kuweka mipango mikakati na vipaumbele vitakavyowezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Vilevile katika uh, shughuli hii washiriki watajadili utekelezaji wa mipango mbalimbali mbali ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwawezesha wananchi kuwa kitovu cha maendeleo endelevu na jumuishi na kutumia rasilimali zinazowazunguka . Pia watakuwa ni mashahidi wazuri kwenda kwa wananchi, tunapoelekea Oktoba kwenye masuala ya uchaguzi, kusimulia basi ule uhalisia na ukweli wa maendeleo yaliyopatikana kwa lugha nyepesi, ambayo wananchi wataweza kuelewa ni kitu gani kimefanyika na kimewagusaje katika mustakabali wa maendeleo yao.